Barani Afrika historia mpya inaandikwa kwenye sekta ya kilimo kutokana na kutambulishwa matumizi ya teknolojia mpya ya kidunia ya Mzuri Pro Till ambayo kwa sasa yanatumiwa na mataifa yapatayo hamsini tu duniani kote na Tanzania imeipokea teknolojia hiyo na ndipo nyumbani kwa teknolojia inayotumia jina la Kiswahili Mzuri. Hii ni TriGen Media. Mwezi huu wa pili linafanyika kongamano kubwa la masuala ya kilimo endelevu chini ya uratibu wa shirika la kilimo na chakula duniani FAO, linatarajiwa kufanyika kwa mara ya kwanza Afrika, nchini Tanzania, jijini Salaam kuanzia Februari 3 hadi 6 mwaka huu wa 2026 na litawakutanisha wadau wakuu wa sekta ya kilimo kutoka nchi zote 54 za bara la Afrika. Kampuni ya Mzuri Afrika inayojivunia kuwa nyumbani kwa teknolojia ya kisasa ya Mzuri protil itaonyesha mashine maalum yenye uwezo wa kulima mfumo wa kilimo hifadhi ikilenga kulinda ardhi na kuifanya iwe endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Shabani Mgonja ni mkurugenzi mtendaji wa Mzuri Africa. na kongamano hili linahusiana na kilimo endelevu, so teknolojia ya Mzuri protil inakava mambo yote haya. Uh, ili tuweze kuitumia ardhi yetu vizuri kwa kizazi cha sasa na kijacho, ni lazima tujali matumizi ya ardhi. tutakuwepo kwa muda, kwa siku tatu kuanzia tarehe tatu hadi tarehe sita mwezi wa pili. Karibuni eh, tuta display mashine yetu ya Mzuri Pro Till T3 na teknolojia hii katika bara hili la Afrika Makao yake makuu yapo hapa Tanzania kule e, mkoa wa Pwani katika kijiji cha Kwazoka Vigwaza. Kongamano hili pia litahudhuriwa na wakurugenzi wa zana za kilimo kutoka nchi zote za Afrika pamoja na mawaziri wa kilimo. Fursa kipekee ya kubadilishana uzoefu, kuonesha teknolojia mpya na kujadili mustakabali wa kilimo endelevu barani Afrika, yatafanyika ya katika kongamano hilo. Lakini jina hili Mzuri, kwa kampuni ambayo ilianzia Ulaya, ujio wake Tanzania inarejea nyumbani na... Tanzania ndiyo nyumbani kwa Mzuri Pro Till Technology. Jina la like Kiswahili na Mzuri amerudi nyumbani na nyumbani ni Tanzania. Marek Rusniak ni mkurugenzi wa kampuni hii ya Mzuri World kimataifa, ambaye atashiriki katika kongamano hilo kama hatua ya kutekeleza ahadi yake aliyoitoa akiwa kwenye maonyesho ya Agritechnica huko Hannover Ujerumani. na imekuwa ni shauku yake kuona Mzuri inasambaa Afrika, na ni kweli atakuwepo Tanzania katika kongamano hili. Hello Tanzania, hello Afrika. Habari Tanzania. Habari ya Afrika an, uh, tupo Hanova Ujerumani, katika maonyesho ya Agritechnica. Mimi ni mkurugenzi wa teknolojia ya Mzuri. Baada ya maonyesho haya tunatarajia kufika Afrika kwa ajili ya kongamano la kilimo hifadhi litakalofanyika huko. Naamini tutakutana pale. I think we meet, meet together. Afrika inatarajiwa kuwa kitovu cha mjadala wa kilimo endelevu duniani na Tanzania kupitia kampuni ya Mzuri Afrika, ambayo imeweka alama ya fahari na matumaini mapya kwa mustakabali wa sekta ya kilimo na matumizi bora ya ardhi. Hii ni Trigen Media.